Kwa sababu Kenya niliwahi kusema siku moja, ni nchi ya ajabu kidogo. Yaani Kenya ni nchi ya ajabu sana. Yaani mimi mkiniambia nije kuishi Kenya siwezi. ni nchi ya wababe, ni nchi ya wenyewe, wengine wote ni wasindikizaji tu <coughs> Kenya kumiliki plot, wewe ni mwanaume kweli kweli, ni mwanamke kweli kweli, kwa sababu plot zote zimeshikwa na wenyewe. wengine wa Kenya wote wengi wao hawana proti hawana maeneo Tanzania, pamoja na umasikini wetu, lakini ardhi ni yetu wote. Unaweza ukaenda kijijini kijijini kabisa, ukawambia sina hera sina chochote, nikatieni, wakakukatia heka kumi, kwa ulima kwa uwezo wako. Yaani siku ya kukuonyesha, wanasimama kwenye miti, unauona ule mti hey, ndio mpaka wako. Unauona ule mwingine limaga hapa. Uvivu wako tu ndio utakao kufanya uwe maskini. Ndio maana Tanzania mtu masikini ana shamba, lakini Kenya masikini ni masikini kweli, kwa sababu akitema mate katemea shamba la watu. Nilifika mahali tulipita, tulikuwa na mtumishi, nauliza mbona nyumba za hapa zote ni furusuti, yaani zote ni za wanasema wamejenga kwenye shamba la mwenyewe, wamepanga hapo, wa, wajenge nyumba furusuti, wasijenge nyumba za, za, nani, kwa sababu anaweza kawaondoa wakati wote, lakini mtu kashika maheka na maheka, unatembea kukatiza shamba la mtu kilomita kadhaa, ni eneo la mtu. Hii sio fea. Kenya ni yetu wote. Si kwa nini milikiwe na watu wachache?